Lakini nimeiona barabara yenyewe hii ya kuanzia Kitai kuja Ruanda kwenda mpaka Ndumbi, lakini na ile ya kutoka Kitai kwenda mpaka Lituhi Mwasha mbabaskofu. Barabara ya kutoka Kitai mpaka Ruanda mkandarasi alishalipwa ya fedha yake ya kutekeleza